Leo nitakuletea faida za tende kwa mjamzito. Mara nyingi watu wamekuwa wakituliza, je, mjamzito anapata faida gani kwa kutumia tende? Tujue tende ni nzuri kwa sababu a, zina vitamins, zina minerals lakini pia zinatoa energy au zinatoa, ni nzuri kwa sababu zinazalisha a, nguvu mwilini. Twende moja kwa moja, mama mjamzito anapata faida gani mara tu baada ya kuanza Kutumia zile tende. Kitu cha ja kwanza ni kusaidia katika uzalishaji wa maziwa. Kwa hiyo tende inaweza kusaidia kabisa katika uongezaji wa uzalishwaji wa maziwa baada ya kujifungua kutokana na uwezo wako wa kuboresha homoni uh, za mwili. Kwa hiyo maziwa ni muhimu sana kwa mama mjamzito, lakini husaidia uh, kuzuia ile mikazo ya, ya misuli. Kwa nini? Kwa sababu ina potassium na magnesium uh, ambayo inasaidia kupunguza mikazo. Mara uh, misuli inabana bana misuli uh, inakuwa inakaza, tumia tende, ni nzuri, sitakusaidia kuondokana na hiyo changamoto, ambayo ni jambo muhimu kwa mama wajawazito. Lakini pia inasaidia katika upungufu wa madini mbalimbali, ambayo madini ya calcium, ambayo madini ya calcium ni ya muhimu sana kwa afya ya mifupa na meno ya mama mama mjamzito. Kwa hiyo hivyo inasaidia ukuaji wa mifupa ya mtoto ndani ya mwili wake, lakini pia inasaidia kukuza mfumo wa neva wa mtoto. wa neva neva, mtoto mtoto, tunajua neva kwa sanini, kwa sababu ina vitamini B6 ambayo inapatikana kwenye tende, basi ni muhimu katika maendeleo ya mifupa na neva kwa mtoto. Kwa hiyo uh, uache usiache kutumia tende huyo mjamzito, ni nzuri sana kwa afya yako, lakini inasaidia katika usimamizi wa sukari kama una changamoto ya kisukari, magnesium hila inasaidia kudhibiti viwango vya sukari mwilini na kutoa ufanisi ufanyaji kazi mzuri wa insulin mwilini. Kwa hiyo ni nzuri kwa wewe mjamzito kitumia, basi itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto ya kisukari. Na kama una kisukari wewe mjamzito mzito, basi tumia, na ni nzuri, kwa sababu pia kisukari huwa ina athari mtoto a, tumboni. Lakini kupunguza hatari ya kuvimba na shinikizo la damu mara nyingi kwa sababu ya potassium, aina potassium ambayo inasaidia kupunguza shinikizo la damu, lakini pia wanawake wamekuwa na dalili mojawapo ya kuvimba unakuta anavimba miguu unakuta anavimba um, mara nyingi huwa ni miguu. Kwa hiyo au kitumia atende ni nzuri sana, inapunguza ile shinikizo la damu, lakini pia inapunguza ile hatari ya kuvimba, yani kupata mwili unakuwa inavimba vimba, basi itakusaidia kuondokana changamoto hiyo. Inasaidia katika uzalishwaji wa damu awada mara nyingi, ndio maana tukiwa tuambia wanawake wajawazito watumie foliki. Kwa nini foliki? kwa sababu tunahitaji uzalishwaji wa damu mwilini. Kwa hiyo unapokuwa unatumia tende ni nzuri sana, inasaidia katika uzalishwaji wa damu mwilini kwa sababu ina madini ya chuma. Kwa hiyo ikishakuwa na madini ya chuma, basi itaongeza viwango vya hemoglobin ambayo a, lakini pia na kupambana na magonjwa ya upungufu wa damu ambayo tunasema anemia, a, wakati wa ujauzito. lakini pia kusaidia a, kinga ya mwili hii ni nzuri sana kwa nini hapo? Tukiongelea kinga ya mwili, tunaiongelea mara nyingi vitamini C. Kwa hiyo tukishaiongelea vitamini C, basi jua tunaongelea kinga ya mwili, na mara nyingi tumekuwa na changamoto za kiafya kutokana na kinga ya mwili. Kwa hiyo kinga ya mwili ya mama mjamzito ikiwa ikiwa yadhabiti, basi itaweza kumlinda mama na mtoto dhidi ya maambukizi na magonjwa naweza kujitokeza wakati wa ujauzito. Lakini pia inaboresha afya ya mfumo wa chakula. Kwa nini afya ya mfumo wa chakula inaboreshwa? Kwa sababu ina faiba nyingi chakula na faiba nyingi inasaidia kuboresha ule mfumo wa mnyaji wa chakula, inasaidia mjamzito aweze kupunguza tatizo la kutojisikia kujisaidia vizuri, na maana ataweza kujisaidia vizuri. Kwa mama mjamzito wengi amekuwa wakipata choo kwa shida, choo kigumu, na mara nyingi pia inawapelekea bawasiri. Kwa hiyo kitumia ni nzuri sana kupunguza uchovu. Tunajua mama mjamzito mara nyingi huwa anajisikia restless amechoka choka, kwa hiyo au napunguza uchovu. Kwa nini ni nzuri? Kwa sababu ina produce energy. inazalisha energy, au inazalisha nguvu, zalishwaji wa nguvu ndani ya mwili wako, kwa hiyo ni nzuri, taweza kuondokana na changamoto za uchovu. Lakini pia faida nyingine ni kusaidia ukuaji wa fetus. Mara nyingi ina, ina vitamini C na B6 ambayo ni muhimu sana kwa ukuaji wa vitamin, uh, vitamin wa fetus lakini pia kwa maendeleo ya ngozi ya mtoto a macho, lakini pia a, na mifumo ya mwili ya mtoto inaweza kuwa katika hali iliyo standard na hali iliyo nzuri. Kwa hiyo hiyo ndo baadhi ya faida za kutumia tende kwa mama uh, mjamzito. Tuambie wewe umepata faida gani kwa kutumia tende? Kwa wewe mama uh, mjamzito. Tunasema shiari zikiari kwa shiari na sisi hapo chini, basi utakuwa umetusaidia na utakuwa umesaidia wengine namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Karibu, na Mungu akubariki.